John Mlema aliyekuwa mkurugenzi wa, wa wa habari wa chama chetu aliyemaliza muda wake amekiri kwenye place yake ya mchana wa leo. Ndani ya hao watu hamsini na tano, G55 wapo wengine tunao na wanaendelea kutengeneza mazingira. Sasa ndani ya hao wengine unagundua kuna mtu ametoka kukanusha hiyo habari lakini yumo kwenye lile, kwenye kwenye lile kwenye ile partition. Anakuja mtu mwingine anamjibia anasema tu, kuna watu wanaendelea tuta, na tunao tunao, yani maana yake huku tunakojiita tuko salama anakuwemo humu ila hatumjui.